Najua sisi wanadamu, nyoka kwa asili tunamuona kama ni kiumbe ovyo sana, ni kiumbe wa kukimbizwa na kuuawa, lakini kwa asili ni kiumbe ambaye ana maana pia. Nyie mnaojali mazingira, kwenye mazingira yenu, mkiua nyoka wote, panya watawasakama mpaka kieleweke. Kama hamjui sheria za mazingira, kila nyoka utakayemuona wewe uwa, uwa, uwa, utavuna panya mpaka ushangae. Kwa hiyo, kwa asili yake nyoka anawasifu wa kuhifadhi mazingira, Analeta uwiano, lakini pia nyoka anawakilisha nguvu za uovu, nguvu za giza, nguvu za kifo, nguvu za dhambi, na ndio maana tuna uadui naye, na Mungu alimwambia Eva nitaweka alimwambia nyoka, nitaweka uadui kati yako wewe na huyu mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Akamwambia Eva, na wewe mama wa watu, utazaa kwa taabu. Eh, na wewe mwanamme ole wako, lazima uweke jembe begani, ulime uhenye, ule kwa jasho lako. Hata kama wana Dar es Salaam tunatoka jasho bila kulima, lakini basi hilo linamhusu mwanadamu, alime afanye kazi na kazi iwe na maana. Kazi ni chombo na fursa ya uokovu, na bwana wetu Yesu Kristo amefanya kazi ngumu ya kutukomboa, eh, ya sisi wanadamu. Nyoka kwa asili tunamwona kama ni kiumbe ovyo sana eh, kiumbe wa kukimbizwa.